Kwanza kweli bado wako katika position nzuri katikati, tutapambana na kutoka kwenye semi playoff. Kubwa ni kwamba kweli ndio kupoteza mchezo uliopita dhidi ya Simba na jaribu kuwarudisha wachezaji mchezoni kwa ajili ya kusaidia usawa ile iliyopita ni kitu kikubwa ambacho tunataka kufanya kwa sababu yetu. Hivi kitu kwa yote kama ulivyosema kwamba baadhi wapo sehemu salama, kwa hiyo sisi tunapambana kwa chakwa bali. Kesho hata alama tatu na nami hata alama tatu, tutakuwa ndio tumesogea juu pia. Tunarudi pale pale kwa ushindani, kwa sababu na timu ambazo za pointi 29, 30, 31, 32. Kwa hiyo na mimi nikipata alama tatu kesho nikiwa kwenye pointi 30 basi wapi merudisha matumaini ya wanapanda naam no, ni swali zuri, lakini najua sasa, hapa kwa tumeshapoteza mchezo, mambo mengi yatakuwa yanazungumzwa, lakini kikubwa ni kwamba kwa ujumla mechi iliyopita kwa upande wa tactical discipline kwa wazaji wangu haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo ndani tunajaribu kufanya masahisho, tunajaribu kuongea na vijana kuhakikisha turudi kwenye performance yetu ya mwanzo tulikuwa nayo. Hii ya mechi iliyopita imeshapita, imeshasahau nadhani mechi ya kesho ndani watu wategemee kuona mchezo mzuri Mungu mshukuru Mwenyezi Mungu umetoka umbali mrefu na lengo letu kushinda mechi ya kesho. Ugumu upo kwa sababu tayari tunajua KenGold ameshika daraja ila haimaanishi si kumdharau, si? Tunaenda kupambana kama kocha anavyotuambia na kutia morali. Furaha yetu au matamanio yetu ni sasa na wanapamba na kiongozi wetu na viongozi pia wajui. Kwa hiyo lengo letu ni moja, kushinda mechi ya kesho basi. Nje ya malengo yetu hayakutimia sana. La, sio kwamba tumekata tamaa, bali tuna morali na tunahamasishana, tukikaa kemp hata na mazoezini na nje pia kiwanja, malengo yote ni mmoja, kwamba timu lazima tubakize na tushinde mchezo wetu wote ambao umebakia. Asante tupate football football kama football football ngumu ya mwalimu. Ana mipango yake na tunaifuata, sometimes inakubali, sometimes inakataa kutokana na mfumo wa mechi, kwa sababu hujui mchezo wako ajiandaa vipi siku. Kwa hiyo hicho ndio ambacho kinakuwa kinachanganya sometimes kwenye mechi.